Jambo la kwanza tulikuwa hatuna maji. Maji yalikuwa ya, ya kuangaikia kweli, kwenda kuchota maji, mpaka mpange foleni saa tisa usiku, ndio mnaamka kwenda kwenye foleni, na foleni yenyewe ilikuwa ni kwenye visima vya watu, sio kwenye bomba za mabomba ya serikali, visima vya watu. Kwa hilo mheshimiwa Bashe baada ya kuingia kwenye ubunge akafanya juhudi zake akatujengea visima vikubwa vya maji. Kwanza kisima kikubwa kilikuwa ni hapo ushirika, maana ushirika kilikuwepo tangia zamani, ila kilikuwa kitoi maji. Lakini baada ya kuingia mbunge kikaanza kutoa maji ambayo ilikuwa yanapampiwa kutoka Kilimi ndo yaingie Uchama, Uchama yaingie ushirika kwenye tenki. Baada ya kuingia mheshimiwa maji, kwa kweli tulipata maji, yalitiririka, tulichota kwa kujivinjali na baada ya hapo akaendelea na juhudi zake, akaona bado haitoshi, akaongea na mheshimiwa Magufuli wakatuvutia maji ya ziwa Victoria. Kwa kweli mpaka sasa hivi tunajivinjari, kwa kweli tunajivinjari, tuna raha ya maji hakuna mtu anayemwamsha mwenzake kwamba tuende kuchota maji wala anayefukuzwa kwenye kisima cha mtu maana, kwa kipindi kile ilikuwa ni kwamba wakati mwingine yule mwenye kisima akiona hali imekuwa mbaya, kama sasa hivi, huu muda wa joto hili, mwezi wa tisa huu, anaweza akazuia wachote wachache, ili maji yafanye nini, yaendelee kutoka, ndio kesha ataweza kuuza maji mengine. Na zaidi zaidi, sisi, mimi niko hapo mashine ya Mkoroshoni karibia na maabara ya Mwekera, tulikuwa tunachota kwenye kisima cha Mwarabu. Kile kisima tulikuwa tunachota bure, lakini maji yake yalikuwa kwa kweli sio, yalikuwa yani ni machafu, ni machafu halafu, kamba muunganishe sijui ngapi mpaka kuja kuchota maji yale, maana mnaanza saa tisa mpaka kufika midaiki hakina maji. Kwa hilo kwa kweli tunamshukuru sana mheshimiwa Bashe, tumetokana na hilo. Likaingia swala la kuturekebishia barabara. Barabara yetu hii ilikuwa ya vumbi, katika pilika zake zote akaona bado haitoshi barabara, ili barabara nitengeneze liwe la rami, akatengeneza ikawa ya rami. Sisi hapa tulikuwa bado tunashusha mizigo kwa kufuso, zilikuwa zikitoka Bukoba ni moja kwa moja mpaka hapa. Baada ya kutengeneza rami, tukazuiliwa tusiingize magari makubwa. Tulilalamika, tukaona kwamba ni shida, lakini baadaye faida tuliiona. Unaona, hata mgonjwa ilikuwa kumtoa kule kuja kumfikisha hapa hospitali ilikuwa ni shida maana ile kilikili ya barabarani unaweza kumfikisha mgonjwa amekufa. Kwa ajili ya nini? Ya mashimo mashimo yale ya barabarani. Lakini sasa hivi gari linaserereka mpaka hospitali. Hilo likapita. Ikaja hapa hospitali yetu ikatengenezewa miundombinu, maana miundombinu ya kipindi hicho ilikuwa ni mibovu, ikatengenezwa miundombinu mizuri, tukajengewa sehemu ya emergency . Mwanzoni tulikuwa hatuna emergency, ilikuwa ni hospitali ya wilaya, hiyo ilikuwa haina emergency. Tukajengewa sehemu ya emergency. Wakamaliza, tukajengewa sehemu ya mapokezi ambayo ni nzuri, tukatengenezewa sehemu ya bima. Maana zamani tulikuwa tunachanganyikana, bima una bima huna bima, bima wote mnachanganyikana humo katengenezewa sehemu ya bima bima. Kwa kweli mpaka sasa hivi huduma zao ni nzuri sana maana zamani tulikuwa tukifika pale, una bima huna bima, ni kuswagwa. Ndio maana ulikuwa unasikia watu wanalalamika, wanasema kwamba sisi ambao tuna bima tuhudumiwi kwa sababu tulikuwa, ilikuwa inashindikana kutambulika mwenye bima na asiyekuwa na bima. Kwa hiyo sasa pale wewe mwenye bima na siye na bima, huduma inafanana. Kama ni dawa kukosekana, na wewe utapata dawa. Lakini sasa hivi jinsi alivyotufanyia mzee nani, Mheshimiwa Bashe, bima tuko vizuri sana, pako vizuri tunahudumiwa vizuri, na wale ambao hawana bima wanani, wanahudumiwa vizuri. Hilo tunamshukuru sana Mheshimiwa Bashe.